Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Machi 9 ya mwaka 2025. Ni katika mwendelezo wa somo la 11 linalosema ningefanya nini zaidi? Leo ni siku ya Jumapili, mada ya leo ikituelekeza kujifunza Kristo mshindi, ingawa kuna adui kazini ambaye Kristo mwenyewe anamrejelea kama mtawala wa ulimwengu huu mwenye kujitwalia. Mfalme wa kweli wa ulimwengu ni Yesu Kristo. Yesu anatushindia na ndani yake tunaweza kuwa na ushindi hata katikati ya taabu na mateso. Hakika, kazi ya Kristo inampinga adui daima. Tumeona kwamba maandiko yanamwelezea Shetani kama moja, yeye audanganyaye ulimwengu wote tangu mwanzo. Ufunuo Yohana Yohana sura ya 12 aya tisa. Mathayo mtakatifu sura ya 4 aya tatu. Yohana mtakatifu sura ya 8 aya arobaini na nne. Mtakatifu mtakatifu Wakorintho wa pili sura ya 11 aya ya 3, na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu aya 8. 2. Mwongo na mshtaki wa Mungu na watu wake mbinguni. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 aya 10. Ufunuo 13 aya sita. Ayubu sura ya kwanza na ya pili. Zekaria sura ya tatu aya ya kwanza na ya pili, na Yuda aya tisa. tatu. Mtawala mwenye kujitwalia mamlaka pasipo haki wa ulimwengu huu. Yohana sura ya 12 aya 31, Yohana sura ya 14 aya 30, Yohana sura ya 16 aya 11, Matendo 26 aya 18, na Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 4, wa Efeso sura ya pili aya ya pili na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 aya 19. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 18 aya 37. Hili linatuambia nini kuhusu kazi ya Kristo kupinga udanganyifu wa adui? Inamaanisha nini kwamba Yesu ni mfalme? Ingawa maandiko yanafundisha kwamba Shetani ndiye mdanganyifu mkuu, msingiziaji au mzushi, mshtaki na mtawala mwenye kujitwalia mamlaka bila haki wa ulimwengu huu, pia yanafundisha kwamba Yesu ndiye mshindi dhidi ya shetani katika kila njia. Njia ya kwanza, Yesu alikuja ulimwenguni ili aishuhudie kweli. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 18 ya 37. Njia ya pili, kupitia msalaba, Yesu alidhihirisha kwa namna bora kabisa haki na upendo mkamilifu wa Mungu. Warumi sura ya 3 ya 25 na aya 26, Warumi sura ya 5 ya 8. Na hivyo kukanusha madai ya shetani ya uongo. Ufunuo sura ya 12 ya 10 na 11. Na njia ya tatu, hatimaye Yesu ataharibu ufalme wa ibilisi ambaye anajua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 ya 12. Linganisha na Warumi sura ya 16 ya 20. Na Kristo atamiliki hata milele na milele. Ufunuo 11 ya 15. Hatimaye haidhuru shetani anafanya nini? Yeye tayari ni adui aliyeshindwa. Na kilicho muhimu kwetu ni kudai ushindi wa Kristo kwa ajili yetu sisi wenyewe kila siku, kila saa, na pia kudai ahadi ambazo msalaba umetupatia katika pambano kuu. Tunajua ni upande upi unashinda. Kwa vipi chaguzi zetu za siku kwa siku zinaathiri upande ambao hatimaye tunaishia? Tunawezaje kuhakikisha kwamba tuko upande unaoshinda hata wakati huu? Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii. Mungu atubariki sote.